Naam, wakazi wa kaunti ya Lamu wametoa wito kwa serikali ya kaunti kutatua kwa dharura mizozo inayotokota kati ya wakulima na jamii za wafugaji. Wakazi waliohudhuria kikao cha uhamasisho kuhusu amani walisema swintofahamu hiyo inasababishwa na kuingizwa kwa mifugo katika maeneo yao kutoka kaunti jirani, jambo linaloongeza ushindani wa malisho na maji. Wanasema wana hofu ya kuzuka kwa ghasia. Na wanawake watawala husika kutafuta suluhu mwafaka la swala hilo. Nyingi inaletwa na hii masuala ya ukame, kwa hiyo inatukosesha kwamba hata hali ya usalama inakuwa na utata, kwa sababu saa ingine utakuta mkulima, mfugaji anaingiza ng'ombe shamba, mkulima anapiga ng'ombe, anaweza kukatakata. Kama kuna kesi ya saa hii, ng'ombe imewekewa sumu, imekufa. binadamu wanaongezeka na mifugo pia inaongezeka na ardhi ni ile ile tu, ni hatuwezi kuwakataza, ni wenzetu, ni nchi ni moja. Kwa hiyo tuwakaribishe na pia tuwaonyeshe zile maeneo ambayo ina, wanastahili wanaweza kupata malisho na maji. Mtu ameweka kibarua, amekopa ame pesa kwa benki, ama amerima, unakuta hiyo ng'ombe zinakuja zinakula hiyo mmea yote. Sasa mkulima anasikia uchungu, ndio naona vita inatokea.